Hello, traders, leo nataka niwaelekeze namna ya kufanya deposit kwenye account yako ya Taurex. Okay, ni rahisi sana. Uta utaingia kwenye account yako ya Taurex ukisha login, then utaingia hapa, kuna neno limeandikwa deposit, kuna manage wallet, deposit utatap kwenye deposit. Ukisha kuja hapa, kuna amount zipo, kuna dola mia, mia mbili na zingine una sehemu imeandikwa amount, utachagua. Mimi leo ntachagua dola mia na tano. Okay, tano, then utabonyeza next. Hapa inakuletea kuna payment method, utaangalia kuna hii crypto na hii payment, utachagua hii payments. Kama unavyoona kuna Visa, kuna African local payment, kuna local payment method, kuna Apple Pay, kuna Google Pay, kuna wire transfer, kuna Skrill na Neteller, ila kwa leo nitatumia hii African local pay, japokuwa kuna crypto pia, unaweza ukatumia crypto kwa wale wapenzi wa crypto. Hapo utaona data zako majina yako then utabonyeza deposit. Okay. Baada ya hapo utaona kuna sehemu imeandikwa click to continue. Then uta click to continue. Itakuja kuna online payment. Kuna mitandao tofauti tofauti. Utachagua mtandao unahitaji. Kuna Airtel, Halo Pesa na mitandao mingine mingine. Mimi ndio nitachagua, Airtel. <coughs> Hapa, okay. Itakuletea option ya kuandika namba yako. Katika kuandika namba yako ya simu usisahau kiunganishi, yani mbili tano tano mbili tano tano Then utaandika namba yako ya simu, utabonyeza continue with payments. Okay, baada ya hapo uta click, then utaona payment kuna ujumbe umeandikwa, payment in progress. Direct kwenye simu yako itakuja, ita message kwamba enter pin to confirm payment, kama hivi. Then utaingiza password yako moja kwa moja, hapo pesa itakuwa imeingia direct kwenye account yako ya Taurex. It's very easy. Happy trading everyone.